Sijui nianze kwa kulia. Sijui nishangilie. Oh, yes. Yaani hata sielewi, miseme mbili, mimi nina shuhuda nyingi sana. Natamani Oh, yes. Yeah. niseme mbili. Wow. Tu nyezo nyingi. Tuko tayari. Mwanangu Violet yuko Wow. pale mdogo sana, ila alikuwa na shida ya kifua kwanza. Kabla ya kifua alikuwa na shida ya tumbo sana mdamrefu, ila baba aliwahi kumwombea, ni siku moja tu, ndani ya miezi minne tumbo tua, ila kuna shida nyingine ilikuwa na msumbua, nikawa baba mm -hmm. si na siku nimelala ndani mwaka jana. Nashukuru Mungu ule mwaka Amin. Nashukuru sana Mungu ameisha. Nakumbuka baba alinipigia simu ilikuwa ni saa sita ya usiku. Yes. Siku hakuna nitafanya Yes. Yaani siku nitafanya mistake <laughs> <Lazima. laughs> baba asipige simu. Yaani siku mii nitakuwa naharibu jambo Lazima. Yaani baba kama ameniseti mii kunisaidia, yaani lazima message ikataingia usiku Yes. Baba alinipigia simu. Nikajikuta sitakosa yani step ya kupokea simu yake, nikaipokea. kwa baba samani, nilikuwa nje kidogo na ni usiku, naongea uongo ambao unafanana na ukweli, wakati ni uongo. Akanambia, leo mwanangu, una tatizo gani? Nikamwambia bai anaumwa na kifua, lakini nimeambua kesho atakata wa ki wanaita kimeo. Kanambia, hebu patakucha utanitafuta Sikumtafuta baba, nikazima na simu, nikawaza baba, kila saba, kila saba, kila saba. Nikamfuata yule mama pale, nikamwambia mama, na vitu nataka nifanye sitakuwa na madhara, lakini nikaondoka na mtoto wangu. Nikakumbuka siku nane mafuta ya baba. Huyu mtoto kwa nini kinaumwa kila saa? Kwa nini kinanisumbua? Kwa nini kinanimalizia yeye Nikampanua mdomo mtoto, nikamdondoshia madayani mafuta. Leo naomba niongee ukweli, hivi mtaamini ninachokisema kabisa? Mtaamini ninachokizungumza kabisa? Nilimpa mtoto yale mafuta, masaa mawili, kile kilini kikapasuka. Mtoto anakohoa na mtu ana kileso, Mama Norini ni shahidi yangu, amenishikia mtoto, anatapika anatoa usaha, ni kile kidudu kimepasuka. Nikasema sasa, baba Okay. Ngoja ni mtume mtu apeleke sadaka, baba asijue kwanza, lakini ukumbuke, nasema baba asijue. Baba tayari ameshajua okay. Ikapita, okay. Hiyo <sighs> kesha wa Krismasi, okay. Nilimpigia yule dada simu apokee. Nikampigia mume wake simu yangu apokee. Nikampigia mwanaye simu yangu wa, mwanae simu yangu wa oh yes. Nikampigia Agape simu yangu hapo tena. <coughs> Kwanza nikalia. <laughs> Siwezi kuinua mguu nitoke nje. Wala siwezi kufanya chochote alafu sina nisaidia, na baba yangu amenitolea. Jesus. Aliyekuwa ananisaidia ni Mama Norini alafu hayupo karibu nami tena na mimi mama mtaa. Nitasaidiwa na nani? Alafu mbaya zaidi nimeshika magoti na <coughs> eh. Sijawahi kusikia kwenye maisha yangu wala sijawahi kuumwa na hicho kitu. Siwezi kuhema Siwezi kugeuka nikihema, yani aliyokuwa nje kule barabarani anasikia, yani jinsi ninavyofanya swii, kama kitoto cha cha kuku chenye kideri. Mtoto anahitaji kula, anahitaji kunywa, anahitaji umuongeshe kwa wakati, na unaumwa kwa kiasi hicho. Baba, nikakupeleka hospitali. Nimefika wilayani, kwanza breki ya kwanza, nikapewa kitanda. Ulipopewa kitanda, mimi nimekukaa nimekublok, sababu ina kwa nini, kwanza halafu, tena nini, tena ya kwanza kitandani ukaja yaani baba, yaani, ya yaani, baba umekuja umenijia na mama Lori umesimama mbele, oh. Sasa hivi niende nyumbani. Akaniambia, wewe umechanganyikiwa dada, wewe sio mzee. Nikamwambia naomba ulipe report ya mtu. Niende nyumbani. Akakataa. Baba, mimi nitoroka. Kweli. Nimetoroka, unaboda amenisubiria kwa nje, nimekuja, nimefika kwa Dr. Ulasa. Akaniambia dawa ni kweli na kuandikia hii hapa. Ila mimi sina hiyo dawa. Nenda kwa mama nje. Nikafika kwa mama nje. Baba, ana shilingi 5000. Dawa ni shilingi 11500. Nikampigia sim simu tena yule dada pale hapo kwa simu. Tunatumia message, kaniambia ndogo wangu usitukie simu yangu, mimi niliandika siku ya ya kongamano nilikuwa nafanyia samaki, ingia kwenye maji. Nikajikuta na mimi bado siwezi kuhema baba. Nikamwambia marejini kwa bei kitu. Unataka kunichoma hiyo sindano? Hebu sinichome kwanza. Ngoja, nimtume mtu, kuna kitu nakihitaji. Nikamtuma nyumbani bodaboda. Akaenda akachukua yale mafuta yake. Okay. Uh, naomba kabla ya kunichoma hiyo sindano, nipake haya mafuta kwanza ndo yawe spirit; alafu ndipo unichome hiyo sindano. Baba nilipewa sindano tano, lakini nakuambia ukweli nimechoma sindano hizi kwa wakati mmoja, na nimechoma nimemaliza, nilikuja kwa yule dada pale. Yaani badala kilichonipeleka nianze ile simu ndio ilikuwa ya mwisho, na simu yangu niliiacha jana, na kuna watu ninao wadae wakanitumia hela. Ile simu nimeenda nimeikomboa, nimeshachukua simu yangu ninayo